Hadithi ya Kikorea, chini ya mvua ya Seoul, a korean love drama story. Mvua nzito ilikuwa inanyesha Seoul usiku ule. Yun Ara, msichana wa kawaida anayefanya kazi kama mtunzi wa vitabu kwenye duka dogo la vitabu, alikimbia kujificha chini ya paa la kituo cha basi. Hapo ndipo alipokutana na kijana aliyekuwa amesimama kimya, Park Minjai mwanaume mwenye macho ya huzuni, suti nyeusi na sura iliyochoka na maisha. Walishirikiana mwavuli mmoja bila kuzungumza neno, lakini moyo wa Ara ulianza kugonga. Mvua ikaendelea. Siku kadhaa Ara na Minjae wakaendelea kukutana mara kwa mara pale pale. Walianza kuzungumza kuhusu vitabu, kuhusu ndoto, kuhusu upweke wa Seoul. Minjae alimwambia watu wengi wanaishi karibu nami, lakini hakuna anayeniona. Ara akajibu kwa tabasamu, basi kuanzia leo nitakuona. Ara aligundua Minjae hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mrithi wa kampuni kubwa ya ujenzi, lakini alijitenga baada ya ajali iliyomuua mchumba wake wa zamani. Moyo wake ulikuwa umefungwa, Ara akaanza kuupenya pole pole. Ghafla Seorin aliyedhaniwa kufa kwenye ajali akarudi. Hakufa, alikuwa amejificha ili kuanza maisha mapya, lakini sasa alirudi kudai nafasi yake. Alipomwona Ara karibu na Minjae, wivu ukamjaa. Seorin alimwambia Ara kwa uongo, Minjae anakutumia tu kunisahau. Akatoa ushahidi wa zamani, picha, barua na kumbukumbu Ara akavunjika moyo. Akamuacha Minjai bila maelezo. Minjai akahangaika. Ara akajifungia kwenye ulimwengu wa vitabu. Mvua ikaendelea kunyesha kama machozi ya moyo wa Minjai. Aligundua kuwa bila Ara, maisha yalikuwa tupu. Minjai aligundua mpango wa Seorin. Alimkabili mbele ya wote. Seorin akakiri kwa machozi. Nilikuacha lakini sikukubali kukuona ukiwa na mwingine. Ara alisikia ukweli wote. Ara akarudi pale walipokutana kwa mara ya kwanza. Mvua ilinyesha tena. Minjae akasimama pale kama zamani. Watatazamana kwa muda mrefu. Ara akasema, bado unataka kugawana mwavuli? Minjae akatabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka. Safari hii sitakuacha. Walitembea pamoja chini ya mwamvuli mmoja. Mvua ikawa ishara ya mwanzo mpya. Upendo wao ukazaliwa upya. Kwa uaminifu, maumivu yaliyopona na matumaini mapya. Mwisho.